Miaka minne ya masomo, kila siku darasani na jitihada kubwa, na hatimaye siku ya leo wanaanza safari ya kuhitimisha ngwe hii ya masomo yao, na hivyo nawapongeza sana. Maandalizi yenu yamelenga kufaulu, maandalizi yenu yamewajenga kwanza kielimu lakini mbili, kinidhamu. Ninafahamu shule hii ni moja ya shule ambazo ukitoka hapa unakuwa ni mwanafunzi mwenye nidhamu kielimu, lakini mwenye nidhamu kwenye jamii na utii mkubwa. Ninafurahi kusikia mmepanga kuitendea haki shule yetu, kwa sababu na mimi ni sehemu muhimu ya Jitegemee Sekondari. Hivyo ni muhimu kila mmoja wenu akumbuke kuwa mbeleni kuna matunda mazuri ya elimu iwapo atasoma kwa bidii na kuelimika. Ni imani yangu kubwa, kila mwenye lengo la kufanikiwa kitaaluma atafika anapotaka. Mimi ni zao la Jitegemee Sekondari, lakini pia nimepita kwenye taasisi mbalimbali za elimu lakini katika ngazi ya kiuongozi, nyinyi wote mnafahamu Jitegemee iko Temeke, na kwa miaka mitatu nilikuwa mkurugenzi wa manispaa ya Temeke, na ikampendeza Mheshimiwa Rais kwamba kwa sasa ni hudumu kama mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa majina anaitwa Pamfilus Clement Magafu, mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Jitegemee ni mhitimu wa kidato cha nne wa mwaka huu 2025 na, na matarajio yangu ni makubwa baada ya kumaliza shule, kwa maana ndoto zangu ni kuja kuwa rubani hapo mbeleni. Kwa hiyo naamini kwamba shule hii inaniwezesha katika buf, kufikisha ndoto zangu, kwa maana shule hii ina njia nzuri za kufundisha na pia ina walimu wazuri na pia kuna rasilimali za kutosha kwa ajili ya masomo ya kila siku. Jina langu ni Zamda Magohe Juma. Natarajia kuhitimu kidato cha nne mwezi Novemba. Nina malengo ya kuja kuwa daktari, hivyo maarifa na elimu wanaonipatia shule vinajitosheleza kabisa, kwa sababu walimu wanahudhuria vipindi vyote na wanafundisha kulingana na mtaala, na pia hata elimu hiyo inatusaidia kuendelea na elimu ya viwango vya juu ambavyo inaweza kutusaidia kutimiza ndoto zangu.